Tumeondokewa na kiongozi mahiri, kiongozi alipenda nchi yake na alipenda kazi zake. Toka nimeingia bungeni elfu mbili na tano nilimzoea Jenista na jina lake alikuwa anaita mimi mwanangu na mii namwita mama, tuliishi vizuri sana. Sifa zilizotolewa hapa na Baba Paroko ni za ukweli, ni mtu anayejishusha sana Kikubwa ni kumwombea dua na sala na maombi, Mwenyezi Mungu ampokee, amchukue, amweke pema, yeye na wapenzi wetu wote waliotangulia mbele ya haki. Na kushukuru sana Mheshimiwa Rais wanama walivyokuwa karibu na bunge kwenye tukio hili la msiba na misiba yote ambayo tumepata bungeni na hasa kwa jana kutupa ndege kupeleka mwili wa mpenzi wetu na familia kwenda kupumzisha kwao Songea. Mheshimiwa Rais, pole tena. Niwaombe familia, msiba huu ni mtihani na ni mzito sana. Shika maneno. Penda nini? Msikize maneno ya kuwagawa. Hakuna jambo ambalo Mungu analipenda kama umoja na umoja wa familia Nimepata bahati kuwa na mama mwenye wema Endeleze, endelezeni wema wake. Baba Paroko, na kushukuru sana, nimekuelewa meseji yako ya misaada alikuwa analeta Jenista. Uwe na amani na uhakika, Jenista ameondoka, lakini malaika wake wapo na sisi tupo, tutashirikiana kuendelea kusaidia maskini na wasiojiwezi. Mungu amjalie, amweke pema, amwondolee adhabu zote na safari yake ya kwenda peponi iwe nyepesi.